Guys, guys, guys. najua watu wengi sana mnaangaika ni mazoezi gani yataweza kukusaidia kuweza kuondoa tumbo lako na kukaza nyama za tumbo lako pia. Sasa nakupa mazoezi haya matano yataweza kukusaidia kuweza kuondoa nyama za tumbo lako na kuzikaza pia. Let's go. Hili ni zoezi lako namba moja, fanya hivi, piga makofi, hakikisha unafanya reps zako 20 mara tatu. Hili ni zoezi namba mbili linakusaidia kuondoa nyama za tumbo la pembeni. Fanya reps zako 20 mara tatu pia. Hili ni zoezi lako la tatu. Linakusaidia kuweza kuondoa tumbo lako la chini. Fanya tena reps zako 20 mara tatu. Hili ni zoezi lako namba 4. Linakusaidia kuweza kuondoa tumbo lako na kukaza nyama za tumbo lako. Fanya pia reps zako 20 mara tatu. Zoezi lako namba tano ni hili hapa. Fanya anyadasi zako ishirini mara tatu pia. Linakusaidia kuondoa nyamba zako za tumbo na kuzikaza pia. Haya mazoezi niliyokupatia, hakikisha anakwenda sambamba na chakula. Zingatia ulaji mzuri na mazoezi haya atakusaidia kuweza kuondoa tumbo lako na kukaza nyama za tumbo lako. Fata hayo mazoezi atakusaidia. Asanteni.